Amani, ibada baba yetu na Mungu wetu mfalume wa amani, wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni muumba na Mwokozi, wewe ndio mtetezi wa maisha yetu Roho zetu na nafsi zetu zinatamani ibada nawe, na ndiyo maana tuko mahali hapa Baba, kusikiliza neno lako na sheria yako. Asante Baba kwa kutuwezesha kuwepo katika ibada hii takatifu ya kukumbukwa katika maisha yetu yote. Asante Baba kwa ajili ya kibali na neema. Asante Baba kwa ajili ya uzima na nguvu na afya njema. Wapo waliotamani kufanya ibada nawe na Bwana jioni ya leo, lakini hawakuweza wala hawakupata nafasi, lakini mimi na yule na yule anayekusikiliza Bwana, umetupatia neema na kibali cha kufanya ibada nawe. Asante Baba kwa ajili ya neema hii, si kwamba ni wasafi kuliko wengine, si kwamba tumetenda mema kuliko wengine, si kwamba tunastahili kuliko wengine, bali ni kwa neema yako Baba, kutupatia nafasi ya kufanya ibada nawe, ili useme nasi nasi tukaseme nawe. Unakuinua Mungu wetu na kulinua jina lako takatifu. Sema nasi ewe Bwana, tuko tayari kusikia. Sema nasi kwa lugha tunayoelewa, ili wema wako na ukuu wako kaendelee kuonekana, baraka, ulinzi, uzima na tu sote tuliosikia sauti na tuseme amen. Amen. Tumwongezee Mungu wetu makofi mengine, ongezee Mungu makofi mengine kama moyo wako unafurahia kuwa na Bwana. Haleluya, karibu kwenye kiti chako na Mungu akubariki. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata neema ya kuwepo katika ibada takatifu ya tofauti ya leo. Tumwongeze Mungu wetu makofi na nderemo na shangwe, ningesikia vigeregele na shangwe, ningesikia makofi ya shukurani kwa Mungu, haleluya. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kunipatia neema hii. Kwa kweli sina la kumpatia Mungu wangu zaidi ya kumtumikia tu. Ni neema ya ajabu kuwepo katika siku hii ya leo, siku ya ajabu sana, siku ambayo haijawahi kutokea tangu misingi ya dunia kuwepo, siku ambayo tangu dunia kuumbwa haijawahi kuwepo Amen! Ila imekuwepo leo. Mimi na wewe tuko mahali hapa Amen. Tumongezee Mungu wetu makofi na shangwe Amen. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji wote walio katika ibada ya leo, kukubali kuacha shughuli zenu na kuja kushirikiana pamoja nami kuwavisha wana wa Mungu vazi takatifu la heshima. Mungu awabariki sana sana Nimshukuru Mungu kwa ajili ya praise, star praise Mungu awabariki sana, awatunze na awafanikishe kwa jina la Yesu, naongeze afya njema. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe mwana wa Mungu ambao umesababisha tukawepo mahali hapa na Mungu wetu yuko katikati yetu kwa ajili yako. Mungu endelee kukubariki na kukupa afya njema Amen. Kuzidishe afya na uzima na baraka na mafanikio Amen. Zaidi ya yote kwanza akupatie afya njema Amen. Afya ndiyo msingi wa kila kitu Amen. Namwomba Mwenyezi Mungu akujalie afya njema Amen. Na uzao wako wakawe na afya njema Amen. Asante sana fundi mitambo wetu pamoja nawapiga vyombo wetu, Mungu endelee kuwabariki sana sana sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweka bando lake kufuatilia ibada ya leo. Mungu naye akamveshe vazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tutakwenda kuwavesha vazi la utukufu, tukiwa na mavazi meupe kuonyesha kwamba Mungu anakuketisha katika eneo takatifu, na hii neema ikaonekane zaidi na zaidi kwenye maisha yako vazi utakaroveshwa. Yoyote anayekuja kinyume na mapenzi ya Mungu ikamfia tu na kumwangusha. Amen. Yoyote anayefuatilia maisha yako akakute maraika wamekuzunguka kama tutakavyokuzunguka leo. Amen. Yote aliyepanga mpango mbaya akute maraika wamekuzunguka, wala asikuone. Amen. Kama unanielewa ungesema amen. Amen, basi tukiwa tunaendelea na somo letu la rehema, lakini pia kuveshwa vazi leo lakini pia mafuta ya shangwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya yote hayo, lakini kwa sababu kuna wengine hawajui kwa nini tunaveshwa vazi. Ningependa nimeshukuru mtumishi wa Mungu, anafundisha habari ya vazi. Nimefurahi sana, nami ningependa nisome mistari michache sana inayohusu vazi. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwenye Biblia mwanzilishi wa vazi ni Mungu mwenyewe, alipomkuta Adam na mkewe wangali uchi, basi yeye aliwahurumia akawasamehe lakini, akawatengenezea vazi la ngozi. Alikuta wao wamejitengenezea vazi la majani ya mtini, wamejifunika. Sasa ubaya wa majani ni kwamba jua likishawaka majani yanakauka. Bwana asiwe sana amen. Jua likishawaka majani yanakauka. Kwa hiyo hata kama yalikuwa yametandaza kwenye mwili mzima, yamekufunika, bila shaka yakikauka unabaki uchi. Sasa yale mavazi ya majani leo tunakuvua, tunakuvesha mavazi ya heshima. Amen. Tunakuvesha mavazi ya heshima, na kinachokutofautisha wewe na mtu mwingine ni mavazi. Kinachokufanya ujue kwamba huyu ni polisi eh, ni askari magereza, huyu ni mwanajeshi, huyu ni mgambo, ni mavazi waliovaa. Bwana asifiwe sana. Sikioni niliwauliza kwamba nani amewahi kuwa yuko barabarani akaona katrafiki kadada kadogodogo kanampiga mkono mgali mkubwa na wenyewe unasimama? Nani aliwahi kuona kadada kadogodogo tu, lakini kanafanya shwa na mgali mkubwa mtera, ukifika unafanyaje? Unasimama. Lakini kinachofanya yule driver na yule mgali wake asimame hivi ni kale kadada au ni nini? Mavazi aliyovaa. Amen. Ndazi ya vazi la trafiki polisi, kuna serikali kwa hiyo ndani ya vazi toa kupesha leo kuna serikali ya mbinguni Amen. Shetani akikuona, hata kuona wewe ataona serikali ya mbinguni Amen. Ataona jeshi la mbinguni Amen. Ataona nguvu za Baba Amen. Ataona moto wa Roho Mtakatifu Amen. Haleluya, Amen. Kinachosababisha ule mgali mzima usimamishwe ni ile vazi la trafiki polisi. Pale amefika amefanyashwa, anasema ah, hapo ukipitiliza lazima mbele ukamatwe hata kama ni kembamba kama kijiti lazima usimame. Kwa nini? Kamevaa vazi rasmi la serikali. Hapa tumevaa mavazi ya jeshi la mbinguni Amen. na nakufunika kwa vazi la ufalme wa Baba. Kwa hiyo napokufunika lile vazi kwa matamko nitakao yatamka, maanake moja kwa moja akikuangalia shetani anakuona kama wewe unavyomwogopa polisi Amen. polisi akija ameyavua yale magwanda, akaja bila yale magwanda bila shaka unaweza ukamnasa mpaka vibao, lakini akija amevaa yale magwanda, hata kama hana bunduki unatetemeka, utetemeke. Kinachokutetemesha ni yule polisi, sio ule mwili ni nini? Kwa hiyo hata wewe na kuvesha vazi, wakikuona mashetani wanatetemeka. Amen. Wakikuona wachawi wanatetemeka. Amen. Waganga wakikuona wanatetemeka. Amen. Wanafiki wakikuona wanatetemeka. Hebu sema. Watetemeke. Watetemeke. Kinachokufanya, ukikuta polisi polisi, askari magereza, amewasimamia wafungwa, unaweza kakuta mfungwa na msuli nene, kapolisi kadogodogo, lakini bado kale ka polisi kamoja ka ka kanapelekesha wafungwa ishirini na wana kaheshima. Kwa nini? Vazi na kitakachokufanya ujua kwamba huyu ni mfungwa Huyu ni, huyu ni, huyu ni, ni polisi ni mavazi waliovaa. Sasa kuna wengine katika maisha yao walishaveshwa mavazi ya wafungwa, kila unakokwenda haufanikiwi kwa sababu unaonekana ni mfungwa, una mavazi ya wafungwa, haukubaliki eneo lolote, kila mtu amekutenga amejitenga nawe, umeveshwa mavazi ya wafungwa. Tunakuvua mavazi ya wafungwa Amen. tunakuvesha vazi la heshima Amen. Nasema hivi, unavuliwa vazi la wafungwa unaveshwa vazi la heshima. Amen. Hebu mwambie jirani yako unavuliwa vazi la wafungwa. Ninavuliwa vazi la ufungwa. Unaveshwa vazi la heshima. Ninaveshwa vazi la heshima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini tukaona tena wakati Batimayo. Batimayo mwana wa Timayo alipokuwa kipofu amekaa kando ya njia aliposikia kwamba ni mwana wa Yesu Nazareti anapita alipaza sauti yake. Wakamwambia nyamaza. Nitafutie hapo ili tuweze kusoma pamoja hapo. Wakamwambia nyamaza, unapiga kelele. Akanyamaza? Akunyamaza, alienda kupiga kelele. Yesu alipofika mbele akasema, muiteni. Kitu cha kwanza cha kusema muiteni. Aliposimama kabla ya kumfuata Yesu alilivua vazi. Alilivua nini? alilivua lile vazi akaliangusha chini. Alipoliangusha lile vazi, akaruka hivi. Mtu kipofu anaweza akaruka kweli? Mtu ambaye haoni anaruka kweli? Maanake lile vazi lilikuwa limeweka kizuizi asimfikie Yesu. Kwa hiyo aliposikia kwamba unaitwa, akaliangusha vazi, akaweza kuona. Kizuizi inawezekana vinavyokuzuia usifanikiwe uvioni. Leo tukikuvua hilo vazi, utaviona. Amen. Utaruka, utamfikia Bwana wa mabwana. Amen. Utaruka, utamfikia mfalme wa amani. Amen. Utaruka, utamwona Mungu mwenye nguvu. Amen. Sema, hakika leo ninaruka, hakika leo ninaruka. Hebu sema tena, ninaruka, ninaruka na ninamfikia Bwana na ninamfikia Bwana. Kuna watu wanakosa haki zao kwa sababu wameveshwa mavazi ya kuzurumiwa. Leo tunakuvesha vazi la haki. Hebu sema vazi la haki. Vazi la haki. Sema tena, leo unaveshwa vazi la haki. Kuna haraka sana leo, nilitaka nianze haraka, lakini nimeona kuna wengine hawajawahi kusikia habari hii, kwa hiyo ikabidi kwanza niwafundishe wajua wanakwenda kufanyiwa kitu gani na inawezekana wewe mara ya kwanza uliveshwa bila kujua vizuri. Hivi ninavyoongea unaanza kujua kama kuna haki zako uzipati, tambua kwamba kuna vazi la kuzurumiwa umeveshwa. Anza kulivua hapo ulipokaa, unasema lile vazi la magonjwa, lile vazi la ukahaba, lile vazi la kuzurumiwa, lile vazi la ukataliwa, hapa nilipokaa kwenye kiti lianze kunibana, lichanike, lichanike, liniache kabisa, alafu Bwana akaniveshe vazi la haki. Alleluya. Amen. Alleluya. Amen. Alleluya. Amen. Wangapi wako tayari kuveshwa vazi la haki leo? Oh, haleluya. Nisome hapo kama umepapata. Kitabu cha Luka mtakatifu sura 18 na mstari wa 35, na mwingine atafute kitabu cha pili cha mambo ya nyakati sura kumi na nane mstari wa 28 na nane. Hadi sasa na ngapi takwenda kusoma haraka haraka. Kuna watu wameveshwa mavazi ya uharibifu, leo tunakwenda kuyachana chana, tunayachana chana. Amen. Tuna yachana, chana. Amen. Ehe. Ikawa alipokaribia Yeriko. Ehe. mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi Ehe. kando ya njia ndio akiomba sadaka Ehe. Na na aliposikia makutano wakipita aliuliza, mm. Kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. mm -hmm. Akapiga kelele akisema, Ndiyo. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Ndiyo. Basi wale waliomtangulia mm. wakamkemea mm. ili anyamaze. Sawa. Lakini yeye alizidi sana mm. kupaza sauti yake mm. E, mwana wa Daudi unirehemu. Ndiyo. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake na alipokaribia alimuliza, kitu cha kwanza aliomba rehema. Kitu cha kwanza aliomba nini? Rehema. Inawezekana mara ya kwanza uliveshwa bila kuomba rehema. Kitu cha kwanza huyu jamaa alisema e, Yesu mwana wa Daudi ufanye nini? Unirehemu. Akamrehemu, akasimama, akamwita eh -eh. Yesu akasimama akam akaamuru aletwe kwake, ndio. Na alipokaribia alimuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana nipate kuona. Umeruka mstari huo nini? Wakamwambia jitie waka moyo anakuita. Akamwambia, jitie moyo anakuita. Wale wale waliokuambia kwamba hakutaki, ndio watakwambia jitie moyo. Wale wale waliokuambia hakukufai watakwambia jitie moyo. Nataka unisomee pale alipomwambia jitie moyo, anakuita tasoma kama ilivyoandikwa mm. Wakafika Yeriko mm. hata walipo hata walipokuwa wakishika njia kutoka, oh, oh, Yeriko yeah. ah. pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama, akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake. Akatupa nini? Akafanyaje jamani? Kama akafanyaje jamani? Walipomwambia jitie moyo, anakuita, akafanyaje? Ndipo alipotupa vazi lake. Akafanyaje? Akaruka. Akalitupa lile vazi akaruka. Yaani, hakuanza kulitazama, limedondoka dondokaje? Wewe ukishalitupa usiliangalia, limedondoka dondokaje? Ruka halafu mfuate Bwana, kimbia mfuate Yesu. Amen. Ruka, mkimbilie Bwana, haleluya. Hebu sema akaruka, akamfuata Yesu, akaliacha vazi lake, akaruka, akamfuata Yesu. Uko tayari nawe kumfuata Yesu? uko tayari kuruka kumfata Yesu? Unakubali ilo vazi kuliacha? Unakubali vazi kuliacha? Jina la Bwana libarikiwe, haleluya. Kanisa, kuna vazi la uharibifu na mauti, kila unachokifanya kinaharibika. Kuna vazi uliveshwa, nilikwambia kuna makabira, unakuta mamako akifa au mme wako au yaani wewe ukiwa ni mtoto wa kwanza au umefiwa na mume, au umefiwa umefiwa na na na wazazi, wanakata ile sanda, wenye kabila hilo kama wapo wataniambia, wanachukua ile sanda wanakwenda kumviligia maiti, wanakata kipande, wanamfunga mfiwa. shai kuona? Shai kuona? Shai kuona? Nana shai kusikia ukuona shai kuona eh? Wanamwambia akae na ile kile kipande cha sanda mwaka mzima akiwa na kivaa au mwingine na kilalia. Sasa manake wewe umezikwa pamoja na marehemu. Bwana asifiwe. <laughs> Sana umeveshwa sanda. Nani anampenda maiti? Nani anaweza kupewa sanda aende akajifunike? Lakini bila kufikiria, tulikuwa tunakubali kuveshwa sanda. Umepewa vazi la uharibifu, lakini Mungu amekuona anasema, anakuvua vazi la uharibifu. Kuna mwingine wananyofoa nyuzi kwenye sanda, wanawafunga watoto mikononi. Shaikuona hiyo nayo, nayo? Shai kuona eh, wananyofua nyuzi kwenye sanda wanawavesha watoto. Maanake wameveshwa vazi la mauti, na mauti, vazi la uharibifu. Usishangae mtoto alikuwa anaenda vizuri, ana tabia njema, ghafla tabia zake ni kama za marehemu tu, maana marehemu aunage hata aibu. Haleluya. Ale ana uwezo wa kufanya kituko ukashangaa. Si sini marehemu, marehemu anafanya kituko hey! Anasema mtaniona lini tena? Bali baba ambo naye. Kwa hiyo yaani <laughs> Marehemu anafanya kitu akasema kani mtaniona wapi? Bali baba ambo naye. Wewe unapo nizika zangu unafanya kitu. Changa mmemfunika vizuri kashatokeza kipara nje. Marehemu napeleka wapi kipara funika? Mmemfunga vizuri anachomoza miguu. Jamani, ili mradi nyinyi mwaibike tu. Yeye anasema wataniona lini? Bwana asifiwe sana. Leo hilo sanda tunakuvua Amen. Hilo vazi la uharibifu tunakuvua Amen. Sema ninakubali kuvuliwa vazi la uharibifu. Ninakubali kuvuliwa vazi la uharibifu. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 18 mstari wa 28. Na mwingine, watumishi mmekaa hapo wote, kila mtu ashike Biblia, twende haraka haraka. Na mwingine angalie Isaya 59:17. Kila mchungaji